Kama utumwani. Bwana, pewa sifa. Mungu aliporuhusa kwamba Israeli, mtatawaliwa, mtaingia katika nchi ya ugenini, mtatawaliwa, mtafanyika kuwa watumwa ndani ya miaka 40. Bwana, pewa sifa. Bwana sifiwe. Katika hicho kipindi manake Israeli ilikuwa inakaa katika matatizo. Bwana, pewa sifa. Lakini Mungu anamwambia mtumishi wake Musa ya kwamba waambie Israeli wataitengeneza. Bwana, pewa sifa, waijenge Pasaka Wanapewa sifa, lakini nisiende huko kwanza, ngoja nikusimulie kwa habari ya Israeli, au nikuelekeze kwa habari ya mambo Mungu aliyokuwa ametengeneza kwa ajili ya ile Pasaka. Wanapewa sifa. Misri ilikuwa ina kawaida ya kutumia miungu. Wanapewa sifa. Farao mmoja alikuwa na miungu au madhabahu za miungu saba. Wanapewa sifa, na kila miungu ilikuwa ina kazi yake wanapewa sifa. Na kila mzaliwa wa kwanza anayekaa katika nchi ya Misri iwe, iwe ni mgeni au mwenyeji. Wanapewa sifa. Iwe ni taifa la, la Misri au ni mtu mwingine taifa la lingine, lakini yule mzaliwa wa kwanza anayezaliwa katika nchi ya Misri alikuwa anapelekwa katika madhabahu ya Farao. Wanapewa sifa. Na Farao alikuwa na hiyo miungu saba, ambao kila mtu mzaliwa ile ni, miungu ilikuwa ina kazi yake. Bwana pewe sifa. Bwana asifiwe. Ninakufungua kidogo ili upate kujua kwa nini Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwa habari ya hiyo Pasaka. Bwana pewe sifa. Bwana asifiwe. Miungu wa kwanza alikuwa anapompeleka katika ile madhabahu ya kwanza. Yule mtoto wa kwanza ulikuwa alikuwa anawekwa kamba shingoni. Bwana pewe sifa. Wa pili anawekwa kamba katika mikono Watatu anawekwa katika viuno, wanne anawekwa katika miguu yake. Bwana apewe sifa. Bwana sifiwe. Na hiyo miungu, maanake kila kamba ilikuwa ina maana yake. Bwana apewe sifa. Kamba ya kwanza ilikuwa ina maanisha yule asipate kumpinga Farao. Bwana apewe sifa. Hiyo miungu ilikuwa inasimama katika utendaji kazi zake. Ile kamba inayokaa katika shingo, maana yake isimpinge Farao, yeye ndiyo mkuu kila takachokisema kikubali. Lakini katika ile kama zinazokaa katika mikono viganja, maana yake kazi zako za mikono, shughuli zako zitakuwa zinatumika chini ya fala, na katika ile viuno ambao wanafunga mtu, maana yake uzao wako utatumika chini ya fala katika ile